Katika eneo la Nanderema na eneo bunge la Navakholo kaunti ya Kakamega wamemteketeza hadi kumuua mshukiwa wa mauaji ya mtoto wa miaka mitano. Mshukiwa uh, marehemu Yusuf Busolo mwenye umri wa miaka 45 alidaiwa kumwita mtoto huyo na kumhadaa kwa kumpa miwa na hakuonekana tena. Mwili wa mtoto huyo baadaye ulipatikana katika shimo la choo nyuma ya nyumba yake. Kamanda wa polisi eneo hilo, Mohamed Hassan, anasema miili inasubiri kufanyiwa upasuaji huku uchunguzi pia ukifanywa kubaini endapo kuna washukiwa wengine. akachukua mti na akachukua na baba ya mtoto akaanza kukongakonga hivi kwa cho, akasema hapa ah, sikuna kitu kweli. Wakachukua waka chembe wakasongesha huku makoko, ilikuwa tu makoko yani cho, lakini waliwekea makoko hivi kashima, kashima kakotua hapo kadogo tu hivi wakaanza kutoa hivi, na nikaona ndani mtoto wangu. Huyu mtu anakaa bila bibi kwake anakaa nyumba haina mlango, ni mnywaji wa pombe. Sasa sisi tunamshuku shauri yeye ndiye alikuwa na watoto jana, walikuwa watoto karibu watatu. Na sasa wale wakubwa wa vijana wawili aliwapea miwa na akawa, akawa release na huyu mtoto mtoko, kwa maana ni jirani wanapenda kukaa hapo, naye akiwa na, amepaki hapo anawapea miwa. Sasa wakati walinipa hiyo kisa, nikawaambia hapana, kama ilikuwa mambo ya miwa na ni jirani, waende tu hapo kwa miwa waanze kutafuta